N hata nyu, nyu hata wanyuma yake ulikuwa yeah. Mwaka mzuri sana kwenu kwa maana management ya Diamond Platnumz mambo mengi sana ni sign contract na hii kampuni ya usimamizi yeah. Ni ipi atakuwa anafanya kazi gani na Nigeria actually ile. Ile kampuni ya Polo ambayo inasimamia mm. Uh, kusimamia kazi za endorsements yeah, yeah. Na kutafuta show na kila kitu katika soko la Nigeria kwa yeah. sababu uh, kwa sasa daima anafanya vizuri na Polo. ni mtu ambaye ameingia mikataba mi na wasanii wengi kama Wizkid kwa endorsement yeah, yeah. well, video kina um, Mavis yeah. yeah. na people, na watu okay. Kwa hiyo alitu sisi hio aliwasana sisi naye ae tukakutana naye times zake na tukakubaliana naye, kwa sababu ya promotion sasa sasa kufanikisha kazi sobolizu, in, in, in, in, in. Okay. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa sasa hivi ni collabo za kimataifa ambazo anafanya afaamefanya na nw amefanya na P-Square uh, na nini. Of course, kuna zingine pia. lini zinaanza kutoka hizo? Actually uh, nyingi tumezipanga zitok mwaka elfu mbili na kumi na sita okay. na baadhi ambazo zilishashutiwa video zake nadhani, mm. uh, mwezi huu tuna uh, collaboration na AKA ambayo mm. iko tayari video yake, kulikuwa okay. tut mwisho a mwaka huu ilikuwa iahidi nyimbo mbili lakini yeah. kutokana na wengi kusema utanipenda bado nafanya vizuri kutoa yeah. nyimbo nyingine na kila kitu, lakini sisi tulikuwa tumeona, kwa sababu ile nyimbo ya mauzumisho mm. na tutoe nyimbo ya kupati yeah, na kila kitu lakini yeah, yeah. Anyways, kwa sababu tuna tuna stock nyingi na ile mm. ni collaboration ambayo ni nyimbo ya AKA na Diamond yeah. kwa hiyo tunapotoa nyimbo ya collaboration au tuna support kuhakikisha kwa, kwa inaenda kwa kwa kwa kwa kwa. Kwa. Kwa. Yeah. Sio pamoja tozi, unafanya collaboration afu na iacha.